Habari za wakati huu, na wakati ukiendelea kuwa na Jumapili tulivu, naomba niukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na mifumo ya upepo inachopoana taajuwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Kigoma, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi yalusha, manyala, muluguru, dareso, mpwani, vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo zinatarajiwa. Kilimanjaro, mvua nyepesi pamoja na mvua zinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na mvua vinatarajiwa na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutane hapo kesho mda wakati kama huu.